Moja ambapo viongozi huko Muranga wamelaani tukio la hivi karibuni la polisi alionekana akimpiga risasi muuzaji wa barakoa asiye na silaha hapa Nairobi, wakati wa maandamano ya amani kudai haki kwa mwalimu Albert Ojwang aliuawa mikononi mwa polisi. Viongozi hao wakiwemo mbunge wa Kangema Peter Kihungi, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na mwakilishi wa kike Betty Maina, wanataka polisi waliohusika wachukuliwe hatua na kuwa mfano kwa wengine wanao ka tope idara ya polisi to our police officers can we stop using excess force on civilians who are not even armed jana tuliona ile kitendo ilitendeka pale Nairobi it is very unfortunate that young man That young man Boniface Kariuki ni wa hapa Muranga County. We want to condemn that act and we want to request the IG of police ahakikishe kwamba huyo kijana huyo askari amepelekwa kotini na amepata mashtaka yake, kwa sababu kama angekuwa confronted hata si wanadamu, wanadamu, tungeelewa lakini, vile alipiga huu kijana risasi ilikuwa tu kimakusudi hata huyu mtu anawezaonekana ni mtu ambaye anataka kuharibia serikali uh, katika hali ile ya, ma, ya kazi yenye inafanyika kwa serikali. Lakini kwa hivyo tunaomba uh, serikali imepata jina baya sana kuanzia kitendo ambacho kilifanyika cha Ojwang, hii imefanyika jana ya Kariuki. Kwa hivyo tafadhali all the decision makers in this country lazima muwajibike. And if the kitchen is too hot, you do not want Kenyans to ask you questions. Please, fuga virango kwenda nyumbani.